Bwana Yesu asifiwe. Amina. Uh, ni mtumishi wa Mungu Pastor Beni Magale. Leo niko Nyakato kwa baba yangu uh, Pastor Enoch Charles. Tumekuja kumwona na kuna baadhi ya mambo ambayo tunatamani tushee na Watanzania. Leo tuko kwenye Glory Temple TV na kwa wakati huu sasa, nimwalike mtumishi wa Mungu atusalimie uh, harafu nitaweka mada mezani kwa ajili ya kipindi chetu kizuri. Na siku ya leo utabarikiwa. Amen, baba karibu. Asante e, unaotusikiliza, mimi naitwa mchungaji Enoch kama mtangazaji alivyosema, mchungaji Enoch Chazi ni mchungaji wa kanisa la Glory Temple e, tuko Nyakato. Kwa hiyo napenda kukukaribisha pia kwenye kipindi hiki, naamini kuna kitu ambacho Mungu atasema na wewe, karibu sana Amen. Amen. Amen. A, msikilizaji na mtazamaji wa Glory TV tuko hapa a, tuko hapa na baba yetu, na kuna baadhi ya mambo ambayo natamani tu tushee siku ya leo. Mada yenyewe ambayo tunatamani kuzungumza baba, tumekuwa tukiona tuki, kwamba Uh, watu wanahubiri mtaani wanakwenda wanafanya hivi na hivi. Kuhusu habari ya uinjilisti, wewe unaizungumziaje hiyo? Nao ni njia sahihi ambayo watu wanaweza wakaitumia kwa ajili ya kueneza ufalme wa Mungu au uh, kwa ajili ya uh, kuleta watu kwenye ufalme wa Yesu Kristo, kama mnaposema wa Kristo? Asante kwa swali nzuri yeah. uinjilisti uh, o umejikita hasa kwenye kueneza habari njema. Injilisi ni kueneza habari njema. Ndio. Sasa habari njema hizi zinawafikia watu kwa njia mbalimbali mbali, na uwezi ukawa uka, uka uka na nani ukaidhinisha njia fulani kuwa ndio njia halali. Cha ja msingi kwanza ile habari ndio ya msingi. Tunawafikiaje watu? kila mtu anaweza akafikiwa kwa mbinu mbalimbali. Kabla hujaendelea na mtazamaji, anatamani kufahamu nini maana ya uinjilisti. Tujue kwanza maana ya uinjilisti, tutakapoendelea tuwe na picha halisi ya kwamba tunaanzia hapo kwenda mahali fulani. Hebu tueleze nini maana ya uinjilisti. Okay, kabla ya kuzungumza hiyo, nafikiri ni fafanuo vizuri kwamba kabla ya uinjilisti tuzungumza na neno lenyewe injili. Yes. Ni habari njema. Injili ni habari za Yesu kama vile Paulo anavyosema, nafikiri kitabu cha Warumi sura ya kwanza, ya kwamba yeye ni mtume aliyepewa neema ya, ya, ya, ya Mungu kuihubiri injili ya Mungu, yaani habari za Yesu. Kwa hiyo unaweza kaona injili ni habari za Yesu. Sasa mwinjilisa au uinjilisi ni unahusiana sasa na kuipeleka hiyo habari ya Yesu kwa watu mbalimbali Tunaipelekaje? Kwa kutumia e, mikutano, kwa kutumia makongamano, kwa kupitia kuhubiri mtaani. Na njia zote hizo zimekuwa na matokeo, zimekuwa na matokeo. Kuna watu ambao kupitia, tunazo shuhuda, kuna watu ambao kupitia kuhubiri mtaani walimpokea Yesu au ulikuwa ni mwanzo wao wa kusikia habari za Yesu, kwa sababu mpaka kufika wakati mtu ameokoka kuna kuwepo na mchakato anaweza kamsikia mtu anahubiri mtaani, mtu huyo huyo anaenda sehemu anakutana na mkutano. Kwa hiyo, unakuwa ni mwendelezo fulani. Ni sawa sawa na shamba ambalo unalilima ambalo ni mara ya kwanza unapolima shamba mara ya kwanza, ili upande mbegu zako ziweze ziweze kuota vizuri inabidi kwanza ulilime, bila kupanda mbegu ujirudie mara nyingine basi mbegu zinastawi. Kwa hiyo huu ni mchakato, na namtia moyo mtu ambaye anafanya kazi hiyo ya kuhubiri mtaani kwamba kazi yake ni njema sana eh, unaweza ka, as, asija kavunjika moyo, kwa sababu pengine ana mahubiri hajaona watu waliokoka, kumbe ndiye anarahisisha ya kwamba akija mhubiri wa mkutano, akija kongamano, huyo mtu ambaye alianza kumpandia hiyo habari njema, basi anampokea Yesu. Amen. Ya mtazamaji kama unavyotutazama una ni Glory Temple TV ni hapa nyakato tena kwa mtumishi wa Mungu Pastor Enoch Charles. na baba bado nina maswali hapo kwenye hilo eneo Karibu. na kama ulivyoeleza umeeleza vizuri kabisa kuhusu habari ya kueneza injili au uinjilishaji hmm. mimi bado nina maswali hapo yeah. uh, kutokea hapo kwenye huo uinjilishaji ni matokeo yapi ambayo jamii imekuwa ikiyaona uh, yana, yanapatikana au yanazaliwa na hizo habari njema za wokovu kwenye tabia, kwenye maisha ya kawaida, unaweza ukawaelezea watazamaji na wakaelewa. Na kutokea hapa, labda kuna mtu ambaye huwa uh, anawaza kwamba kwa, bwana, injili injili injili nini, lakini tunataka tuone, uh, impact ya hicho kitu ambacho unakifanya nyinyi walokole na watu aina mbalimbali wanakifanya. Karibu sana. Okay. matokeo ni makubwa yes. Eh, yako mengine kwenye kwenye kwenye bibilia lakini kuna mengine ambayo ni halisi ambayo tunaona kwenye jamii yetu. Biblia zina mfano wa watu wengi ambao ilikuwa ni changamoto kwenye jamii, wakaelezwa habari za Yesu, wakaokoka. lakini kwa hiyo habari njema hizi zinasababisha watu kuokoka, kwa maana kubadilisha mwelekeo wa maisha yao. Yes. Kuna watu ambao wengine ni wagonjwa, lakini kupitia habari hizi njema wanafunguliwa kutoka kwenye magonjwa yao. Kuna vitu vingi vinafanyika. Nina mfano halisi mingi tu ya marafiki zangu wana wafahamu, walikuwa katika hali ambayo sio nzuri, lakini aliposikia hizi habari za Yesu, leo ni watu tofauti. Lakini zaidi sana mimi ninayezungumza ni zao la injili. wow, wow, wow. eh, kuna watu ambao walinihubiria mm. bila kuchoka na leo nimebadilishwa. Nikiyazungumza maisha yangu ya kabla ya kumpokea Yesu na hasa sasa hivi nikiwa nimempokea Yesu, ni maisha ambayo ni tofauti kabisa Sawa na natamani ushee na sisi, ya umezungumza kwambani zao la injili mm, ya natamani ushee na sisi sasa kama uh, mimi pia pamoja na watazamaji tunatamani kuheli, kufahamu mm, ya, kabla ujaokoka na ulipookoka unauona wapi wa ueni wa maishaje kule kipindi huko nyuma au wakatiwa ambao sasa umempokea Yesu ah jiwi njepesi kwamba ndani ya Kristo ni maisha mapya. wow. E, kuokoka au kuingia kwenye ufalme wa Yesu unaitwa ni ufalme wa nuru, sawa. maana yake nilitoka kwenye ufalme wa giza nikaingia kwenye ufalme wa nuru. Sasa kwa picha tu hiyo nyepesi mm. kwamba mwanadamu ana, anakuwa na amani na usalama wakati gani? mm. wakati wa nuru au wakati wa giza? mm. bila shaka ni wakati wa nuru yes. kwa hiyo moja ya kitu ambacho kinakwepwa wakati wa giza ni hofu na wakati wa nuru, hofu inaondoka. Kwa hiyo kabla sijaokoka, nilikuwa ni mtu ambaye nimejaa hofu mm. hofu ya kutokuwa na uhakika na kesho yangu mm. hofu ya kulogwa, hofu ya kufanyiwa vitu vibaya, lakini sasa nimeingia ndani ya Kristo, nimekuwa na maisha ya uhakika sawa. wow. yeah. So, mm. uh, mtazamaji wa Glory Temple TV, kama unavyotufuatilia mm, kwenye kipindi chetu kizuri na tumeona mtumishi wa Mungu amezungumza na ameweka wazi hata ye maisha yake ni matokeo ya injili, na kwa kuwa alimpokea Yesu Kristo na Yesu amegeuza maisha yake. Anasema kipindi huko kwenye giza, hakuna namna ambayo hata kufahamu kuhusu future yake ilikuwa ni vigumu, lakini alipoingia kwenye nuru, sasa anajua future yake, anajua maisha yake. Lakini baba, bado hapo, natamani kuuliza kitu ili utusaidie kama watazamaji na watu mbalimbali, ndio karibu. Unashauri, una nini kwa vijana au wa, tuseme tu kwa rika zote, kuhusu hii injili ambao watu wamekuwa wakihubiri na kuieneza? Unashauri nini? Na, na kwa wale wanaoieneza hii, nataka ushauri kwa eneo ambalo watu wenyewe ambao wanafikiwa na hawa wanaopeleka hiyo habari njema. Kuna komenti una gani hapo? Amen, Bwana Yesu asifiwe sana. E, ushauri wangu nitafikiri huu ushauri unaweza jibu yangu atajumuisha kidogo baadaye, nitajaribu kujikita kwa grupu moja moja. E, kitu cha kwanza, kuna wakati fulani mtumishi wa Mungu Petro alimuuliza Yesu, akamuuliza kwamba tumeacha vyote kufuata wewe, tutapata nini? Uh, Yesu akamjibu Petro ya kwamba kuna mtu aliyeacha nyumba yake aliyeacha vitu vyake akanifuata ya mimi, akapoteza akasema kwamba huyo mtu uh, atapata hapa atapata uzima wa milele na baadaye na no, atapata vitu vyote mara mia hapa na baadaye uzima wa milele kwa hiyo, hiyo iko wazi ya kwamba yule ambaye anasikia injili hii akiamua na akifanya maamuzi ya kumpokea Yesu, faida ya hii injili na faida ya kumpokea Yesu hapa duniani anapata maramia, anakuwa na uhakika wa maisha yake ya hapa duniani. Zaidi sana anakuwa na uhakika ya kwamba baada ya kuondoka hapa duniani anakuwa na kesho ambayo anahakika nayo, ni kesho iliyo salama. Na kwa wale ambao wanafanya kazi hii, Biblia inasema wazi kwamba mtu ambaye anamtumikia Bwana anapata heshima. Kazi ya kumtumikia Yesu, kazi ya kumtumikia Mungu ni yenye thamani sana na unaingia kwenye kuvuna roho za watu ambao ni kitu chenye thamani. Yesu, yes, alisema kwamba, yes. E, itamfaidia nini mtu kupata vitu vyote mm, na akaipoteza nafsi yake? Kwa hiyo Yesu alilinganisha vitu vyote, hawezi kulingana na nafsi moja ya mwanadamu. Yes. Kwa hiyo kama mtu yuko kwenye kujishughulisha kutafuta hiyo nafsi ambayo ni yenye thamani kuliko vitu vyote, huyo ni mtu ambaye anafanya kazi yenye thamani. Kwa hiyo, na hatu hatupasi kuangalia kwenye wingi ukifanya njia uinji, ya uinjilisti kwa njia yoyote ile ukaiokoa hata nafsi moja, mbele za Mungu, umefanya kitu kikubwa sana, kwa sababu thamani ya hiyo nafsi inazidi vitu vyote ambavyo vinapatikana duniani. yes. Amina. Amen. Amen. na watumishi wa Mungu na wafuatiliaji wetu wa Glory Temple TV, umesikia majibu ma mazuri ya mtumishi wa Mungu Pastor Enoch Charles. Mimi ni mtangazaji mm, wa Uh, Glory Temple TV nikukaribishe, tena kwenye kipindi chetu wakati mwingine unapokuja, na Mungu wa mbinguni akubariki. Kabla hatujaondoka, basi tupate maombi kutoka kwa Baba yetu na Mungu atatubariki. Karibu baba kwa ajili ya maombi, na kama kuna watu ao, unaweza ukataja namba zako za simu, wanataka kujifunza zaidi, na Mungu atakubariki sana amen. Hey, mimi nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akubariki, akutunze, akuonekania kwa mambo yako. Namba yangu ni 0752093748. Karibu sana Glory Temple. Karibu sana uendelee kufuatilia matangazo ambayo yanaendelea kwenye TV hii. Mungu akubariki. Amen. On life, in Jesus.